Habari kamili Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dkt Ali Mohamed Shein amewataka wananchi kuheshimu mipango ya serikali katika masuala ya uwekezaji kwa vile ina tija kwa maendeleo ya wananchi na serikali. Mgeni Ali na taarifa zaidi. Akizungumza alipotembelea ujenzi wa mji wa kisasa wa makazi Fumba na kuangalia mradi wa ujenzi wa hoteli Mtoni, Dkt Shein amesema serikali imetenga maeneo mengi ya uwekezaji, hivyo ya wa wananchi hawapaswi kuyatumia kwa shughuli nyingine. Rais wa Zanzibar anawataka wananchi waunge mkono juhudi hizo kutokana na sekta ya uwekezaji kuinufaisha serikali kupitia kodi ambayo inasaidia kutekeleza mipango yake ya maendeleo kwa wananchi. Sasa nataka nitoa wito kwa wananchi waunge mkono jitihada za serikali za kubadilisha mazingira na maendeleo ya Zanzibar. Tunapoambia ardhi hii tumeitenga kwa uwekezaji, wasije wao tena kupachika pachika miti yao na makuti yao. Waiwache serikali itekeleze mpango la kusudia. Wapo wengine hupenda kuona tunapojenga nago na kujenga, ndio maana juzi tukavunja zile nyumba pale Fumba, hakutakiwa wajenge pale kwa sababu tumelipima eneo hili kwa ajili ya uwekezaji. Wananchi waheshimu maamuzi ya serikali yao. Dkt. Shein ameitaja sekta ya utalii pekee kuwa inachangia zaidi ya asilimia ishirini ya uchumi wa Zanzibar, hali inayoonyesha umuhimu wa kuthamini sekta hiyo. Serikali inajenga zile nyumba kupitia mradi mkubwa wa Bakhresa na serikali zitalipwa kodi. Zile nyumba hawa watakuwa na uwezo wa kununua. Kweli, si kwa ghali kidogo, mtu wa kawaida hatuweza kununua zile, lakini serikali itapata kodi kodi hii itasaidia katika kuendeleza nchi yetu kwenye elimu, kwenye afya, miundombinu na vitu vingine. Hilo la kwanza. La pili, kutakuwa kuna nyumba nyingine za ambazo zitajengwa zita pale na kufata ramani itakaandaliwa na wananchi, nao wataweza kujenga, si kwamba zote zile zitakuwa zi watu wenye uwezo mkubwa, hata ujenzi wa kawaida wataelekezwa na wao wajenge namna ile ambayo wataelekezwa, inawafaidike na ardhi yao kwenye nchi yao. Akitoa maelezo ya mradi huo wa mji wa kisasa, msimamizi wa mradi Salim Azizi Salim amesema mradi umezingatia mahitaji muhimu ya mji na imefanya eneo la Fumba kwa sehemu muhimu ya uwekezaji. Mradi wa mji wa kisasa katika kijiji cha Fumba utakuwa na nyumba tisini na mbili katika awamu ya kwanza pamoja na mradi wa hoteli ya kisasa iliyopo Mtoni, ambayo yote hiyo inatekelezwa na mfanyabiashara wa Tanzania Said Salim Bakresa. Nikiripoti kutoka katika ziara hiyo, mimi Mgeni Ali wa ZBC.